Katika kila kazi ambayo unatamani kuifanya au kitu ambacho unatamani kukifanya, kuna njia ambazo unapaswa uzifahamu na ili kusudi kazi yako au kitu ambacho unaenda kukifanya kiwe bora. Leo hii nimekuandalia njia kuu saba ambazo ukizitumia katika kujifunza graphic design basi utakuwa vizuri. Karibu sana. Naam, karibu sana . Naitwa Leonce Alex na hii ni Mfalme Digital, sehemu ambapo unajifunza maarifa mbalimbali kuhusiana na masuala mazima ya kidigitari, na kwa siku ya leo nimekuandalia njia kuu saba ambazo unaweza ukazitumia unapotaka kujifunza graphics design. Tukizungumza graphics design ni nini? Ni nini? Ni sanaa inayotumia picha, maandishi, michoro kuwasilisha katika jamii hapa tunazungumzia mabango, tunazungumzia posters ambazo tunaziona kwenye mitandao, tunazungumzia matangazo, tunazungumzia na mambo kama hayo ambayo yanafanana na hivyo na katika kazi za kila siku na katika shughuli za kila siku tumekuwa tukiona kazi za graphic design zikifanyika na zikifanywa na watu mbalimbali mbali. Kama wewe ni moja wa watu ambao unatamani kujifunza, hizi ndio njia kuu saba za kutumia ambazo zitakuja kusaidia kuweza kujifunza na kufahamu masuala mazima ya graphic design. Njia ya kwanza, fahamu kanuni za graphic design na uzizingatie. Katika kazi ya graphic design tuna kanuni ambazo tunazizingatia. Hapa tunaangazia composition arrangement na vitu kama hivyo. Kazi ya graphic lazima iwe na mpangilio, iwe ni yenye kuvutia, na ili kusudi kazi yako iweze kuvutia na iweze kuwa bora, lazima uzingatie kanuni siku zote. Kanuni lazima uizingatie, usipoizingatia tu, lazima kitu ambacho unaenda kukifanya hakitokuwa vizuri. Hivyo hakikisha unatafuta na kufahamu kanuni za graph design ni nini. Ukishazifahamu basi anza kuzi apply na kuanza kuzitumia. Ukishazijua kabisa ndo hizi na anza kuzitumia, hakika kazi yako ya kujifunza graph design itakuwa rahisi na rahisi mno. Njia ya pili, hakikisha unatumia programu sahihi. Ukweli ni kwamba zipo programu nyingi ambazo unaweza ukazitumia katika kazi za graphic design lakini zipo programu sahihi ambazo unaweza ukazitumia katika kazi ya graphic design. Mfano, ipo Adobe Photoshop, ipo Adobe Illustrator, na zipo programu nyingine kwa mfano kama Adobe InDesign na programu nyingine nyingi ambazo unaweza ukazitumia katika swala zima la graphic design. Hivyo lazima ugundue na uamue kwamba unazitumia. Kwa mfano unapopewa kazi ya graphic design inahitaji ubunifu, na unapokuwa na uelewa mzuri kuhusiana na ile program, jinsi ya kuitumia kwamba layer ziko wapi, na picha na nawekaje, naifunguaje, naitumia vipi, na napangaje vitu na anaweza kuzitumia vipi, basi hii inaweza ikakusaidia ukafanya kazi nzuri nzuri nzuri sana. Kwa mfano kama labda unaediti picha, ujue kwamba kwa kuedit kwa picha napaswa nitumie programu gani, kwa kutengeneza logo napaswa nitumie programu gani ambayo itaweza kunisaidia. Kwa hiyo hakikisha unatumia programu ambazo ni sahihi. Kwa mfano, zipo programu mbalimbali ambazo unaweza ukazitumia. Hizi ni za wale wote ambao bado hawajajua kuhusiana masala mazima ya design. Kwa mfano, ipo Canva. Canva ni moja ya program ambayo inatumika kwa watu ambao hawajajua, hawana uelewa zaidi kuhusiana na masala mazima ya graphic design. Wanazitumia kwa lengo la kwamba kuanzia tunasema ni kuanzia, lakini mimi kama nakushauri uweze kujifunza graphic design. Basi tafuta Adobe Photoshop, tafuta Adobe InDesign, tafuta Adobe Illustrator ujifunzie hapo hiyo ndo kitu ambacho unaweza nikakwambia au ndo njia ambayo unaweza nikakwambia ukiitumia, basi itaweza kurahisisha kazi yako au kurahisisha nafasi yako na kurahisisha njia yako kuweza kufikia mafanikio katika eneo zima la graphic design. Njia ya tatu, fanya mazoezi kila siku. Katika kazi ya graphic design zitakuhitaji ufanye mazoezi kila siku kwa sababu kadri unavyofanya mazoezi ndivyo unavyozidi kufanya kitu kuwa bora hapa itabidi ufanye kazi na watumie watu kwamba je, kwa, kwa kutokana kwamba na kazi ambayo nimeifanya, naomba unisaidie unipe comment. Na watu wengi wapo hivyo, na kama utaamua kufanya vizuri kwenye graphics design, hakikisha unatenga muda wa kufanya kazi kila siku, kila siku, kila siku, kila siku na baadaye utakuja kuwa bora na kuna kijana kuna mmoja niliwahi kukutana naye, nikamwambia mbona kazi zako zinaonekana za kawaida? Kwa nini ujifunzi na ufanye mazoezi kila siku? Anasema mimi sina muda, lakini anapata muda wa kutengeneza kazi. Ukweli ni kwamba kama unataka kuwa bora, hakikisha unafanya kazi kila siku. Hapa nimeshazungumza mara ya kwanza kwamba unaweza ukatumia mtu mwingine ambaye anaufahamu zaidi ya wewe akakusaidia, lakini pia unaweza ukashia kwenye magrupu mbalimbali mbali ya watu ambao wanafanya kazi kama hizo wakaweza kusaidia. Na kitu kingine, labda unaweza ukaona post posti katika mtandao wako wa kijamii, watu wanapitia nao wanaona kwamba huyu anaelekea wapi. So hakikisha unafanya kazi ya graphic design mara kwa mara na kila siku. Hapa unaweza ukatenga muda na ukasema kwa mfano kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi mimi nitaenda kujifunza kuhusiana na graph design, au nitaenda kufanya chochote kuhusiana na graph design, au unaweza ukaamua mtu kumfanyia kazi ya graph design kwa hatua za mwanzo ambazo unajifunzia na baadaye ukajifunza. Sikushauri kwamba uende ukatafute mteja wa graph design kabla bado haujapata ujuzi sahihi wa kutumia hizo programu ambazo nimekuambia hapo awali na kuwa mzuri kwenye eneo la graphics design, anza kujitolea sehemu mbalimbali, na anza kufanya kazi kwa kuonesha watu. Hapa itakubidi uanze kufanya kazi kwa kujitolea maeneo mbalimbali ambayo yanakuzunguka. Kwa mfano, unajua rafiki yako ana labda siku yake ya kuzaliwa imefika ime, basi wewe unaweza ukamsaidia kumtengenezea a birthday poster kwa nafasi yako na kwa uelewa wako huo mdogo ambao upo nao, kama umeshaanza kujifunza, basi tayari huyo rafiki yako kama atafurahi, anaweza kukuunganisha na watu wengine. Kwa hiyo anza kufanya anza kufanya ni anza, anza kujitolea kwa watu mbalimbali, anza kujitolea kwa watu mbalimbali, wasaidie, wafanyie. Kwa mfano kama ni sikukuu zinafika watu makampuni mbalimbali mbali, anataka kuwatakia wenzao labda sikukuu njema, basi wewe unaweza ukaanzia hapo, kwa sababu tayari umeshaamua kuingia kwenye graph design na akili yako ishaamua kufanya kazi ya graph design, basi itaweza kuwa njia nzuri ya wewe kuweza kufahamu, kwa sababu moja ya watu ambao unawafanyia, kuna mtu anaweza akakupa comment, kuna mtu anaweza akakonnect na watu wengine, kuna sehemu unaweza kukutana na watu wanaofanya kazi kama wewe, na wakati mwingine ikaweza yaka, ikakusaidia yaka weza kupelekea mafanikio makubwa katika eneo zima la kujifunza na eneo zima la kupata maarifa na mafanikio katika swala zima la graph design. So hicho ni kitu cha muhimu muhimu muhimu mno. Na njia ya tano ni fuatilia kazi za watu wengine. Hapa inakubidi ufuatilie kazi za watu wengine, ni kuwa follow katika mitandao yao ya kijamii. Kwa mfano ukiingia katika mtandao wa Instagram ukaweza kuandika neno hashtag, hashtag ni nie, na baada ya hapo ukaandika neno graphics design. Utaona wale wote ambao wanatumia wanafanya ka, kazi za graphic design, na wewe utaamua kuwa follow, na unapoenda kuwa follow sasa, pale unaanza kuona kazi ambazo unaziposti mara kwa mara hawa watakusaidia kukutia motisha na watakusaidia kufanya na wewe uweze kujifunza kitu kipya, kwa sababu huwezi jua wao umejifunza lini. Kwa sababu kwa mfano sasa hivi wewe unajifunza sasa hivi, lakini kuna mtu amejifunza kazi amba, kitu ambacho unajifunza zaidi ya miaka ishirini iliyopita anafanya kazi hiyo, hivyo amwezi kulingana kwa wakati mmoja lakini wewe unapoenda kumfuatilia na kuona kazi ambazo anazifanya itaweza kukusaidia kabisa, na kuweza kufanya kitu ambacho yeye anakifanya zaidi ya miaka ishirini, na wewe ukakijua ukaweza kukitumia sasa hivi. Kwa hiyo hakikisha unafuatilia kazi za watu wengine. Kwa mfano, unapita sehemu unaona bango, wakati mwingine piga picha, fuatilia alifanya fanyaje na mpaka kufanya hivi. Kazi hizi ziko vipi na ninaweza kuboresha vipi kuhusiana na kitu ambacho kimefanyika hapa? Hii nitakuwa ni njia mojawapo ya kukusaidia kuweza kuwa na maarifa sahihi kuhusiana na masuala ya graph design. Inabidi kushukuru kwa sababu wengine hawana moyo wa kukosoa kwa lengo la kufundisha. Badala yake wana lengo labda, wanaweza wakakukalia kimya au wakakukosoa hadharani, lengo na makusudi ni kuhakikisha wewe unarudi chini. Lakini ukipata mtu kweli kabisa mwenye nia ya dhati ya kukufundisha, ni njia nzuri ya wewe kupanda, njia ni njia nzuri ya wewe kupanda hatua. Kwa hiyo hakikisha unapokea maoni ya watu wengine kuhusiana na kazi ambayo umeifanya na uamue kujirekebisha. Unajirekebisha vipi? Ni kwamba kama nimeambiwa hiki, siku nyingine nizingatie hiki, basi naweza kukizingatia. Kwa mfano hata sasa hivi hapa umeambiwa kwamba njia, si, njia saba za kuzingatia unapotaka kujifunza graph design. Au njia saba za kupita unapotaka kujifunza graph design. Basi amua kuzingatia na hizo, itakuwa ni moja ya hatua ambayo unaweza ukaipiga na njia ya saba ambayo ni njia ya mwisho katika kujifunza graphic design ni kwamba jifunze marketing. Tayari umeshajifunza ujuzi wa graphic design, lakini kitu kingine ambacho tunapaswa kujifunza ni masuala ya marketing. Ni kwa namna gani? Tunapozungumzia marketing hapa, tutazungumzia marketing ambayo wewe inakuhusu. Kwa namna gani utapata mteja? Kwa namna gani mteja utaweza kumtunza? Kwa namna gani utaweza kuingiza kipato kikubwa katika kazi ya graphic design? Kwa namna gani graphic design inaweza ikakutoa na kuwa mtu mkubwa hapa nchini na kuwa sehemu mbalimbali na kufika hatua kubwa nakua. Yani, jifunze marketing. Ni kwa namna gani utaweza kujitangaza? Ni kwa gani utaweza kuchukua pesa ya mtu bila matatizo yoyote. Wapo wengi ambao wamefeli katika kazi ya graphic design, na hapa nisingependa ufeli kwa sababu tayari umeshajifunza, umesha na umetenga muda kuanzia mwanzo mwa video hii mpaka sasa hivi hapa. Hakikisha unajifunza kuhusu marketing, jifunze ninapomtumia mteja na mtumia vipi ili kusudi asijakala ya pesa yangu Watu wengi wapo wanalia, watu wengi ambao wamewachukizana na watu wengine ambao wangewapa kazi na vitu vingine kama hivyo. Na hapa, kama we ni moja ya graphic designer ambao umekuwa ukifanya kazi mara kwa mara bila kujua marketing, utakuja kuteseka sana, kwa sababu ipo kazi ambayo unaifanya kwa dakika, labda tuseme dakika ishirini au dakika thelathini, lakini pia yupo yupo pia mtu mwingine ambaye anafanya kazi hiyo hiyo kwa dakika thelathini pesa unayolipwa ni tofauti kabisa na pesa anayolipwa huyo ambaye unafanya naye, lakini ukuja kuangalia wakati wakati mwingine ujuzi mnalingana, lakini uwezo wa marketing, uwezo wa kujitangaza, uwezo wa kujibrandi, uwezo wa kuaminika na vitu kama hivyo vikaweza kumfilisha. Natumai mtazamaji wa Mfalme Digital kufikia sasa hivi umepata maarifa ya kutosha kuhusiana na swala zima la njia za kupita unapotaka kujifunza graphics design. Uh, ni kushukuru sana kwa sababu wewe ni moja ya watu ambao unatamani kujifunza, na itakuwa njia sahihi kama utaamua kujifunza na sisi. Mfalme Digital tutahakikisha tunakupatia maarifa yote ambayo yanahusiana na masuala mazima ya kidigitali na kuhakikisha watu wanajifunza na kuanza kunufaika nayo hapo baadaye, na au hadi sasa hivi ambapo watu wanakuwa wanatamani kunufaika nayo. Mimi naitwa Leonce Alex, basi niachie maoni yako hapo chini kama utakuwa naye, lakini nikushukuru kwa sababu umetenga muda kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi. lakini kama hujatoa maoni yako hapo chini, niachie maoni yako hapo chini na ataweza kuyapokea na kuyafanyia kazi. Mfalme Digital ipo karibu na wewe muda wote, kuakisha inakupatia maarifa ya kutosha, basi una share kwa mwenzio na una subscribe ili kusudi tuzidi kuwafikia watu wengine wengi. naitwa Leonce Alex. Tukutane wakati mwingine.